Hata wewe unaweza kutengeneza mamilioni kupitia YouTube kupitia kitabu hiki. Nimekuandikia mbinu za siri nilizozitumia kwa miaka nane kukuza chaneli na kutengeneza pesa. Utafahamu kila kitu kuhusu YouTube, kuanzia kufungua mpaka kupata watazamaji wa kutosha. Utakipata kitabu hiki kwa shilingi elfu tano tu. Tuma neno kitabu kupitia namba 0765535982 kisha utapata utaratibu wa kupata kitabu chako. Hivi ulishawahi kujiuliza kwa nini watu weusi yani wenye asili ya Afrika wanaongoza kwenye michezo ulimwenguni? Hii inaweza eleweka zaidi kwa Tanzania ambayo inasherehekea ushindi wa medali ya kwanza ya dhahabu katika mbio za wanaume za riadha baada ya mwanariadha wake Alphonse Simbu kushinda medali ya dhahabu huko Tokyo, Japan. Kwa Tanzania hili ni jambo geni, lakini si kwa ulimwengu kwani tumeshuhudia miaka kwa miaka wanariadha wenye asili ya Afrika wakishinda mashindano mbalimbali mbali kwa kishindo. Si riadha tu, hebu angalia hata kule nchini Marekani, mpira wa kikapu umetawaliwa na watu weusi. Hata mpira wa miguu wa Marekani yani american football. Jeni ni siri ya watu weusi kufanya vizuri katika michezo? Kuna fununu kwamba haya ni matokeo ya yale yaliyofanywa ya na mkoloni katika enzi za utumwa. Jeni api hayo? Tuende pamoja kwenye video hii. Usisahau kujiunga na chaneli hii kwa kubonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele pembeni yake. mimi naitwa Justin Shedy. Sasa twende kazi. Kuna kauli fulani tata, nimesema hapo mwanzo kwamba kuna jambo wakoloni walilifanya enzi za utumwa, ndio linasababisha wanamichezo wenye asili ya Afrika kufanya vizuri kwenye michezo. Hii ni nadharia inayokuzwa sana huko nchini Marekani ambapo baadhi ya watu walidai kuwa wana michezo wenye asili ya Afrika wana uwezo mkubwa sana kwenye michezo kutokana na maumbo yao ambayo ni matokeo ya matendo yaliyofanywa na mkoloni katika enzi za utumwa. Hizi hazikuwa fununu tu za kawaida kwani inaaminika hata baadhi ya wanariadha wakubwa wa Marekani waliamini jambo hilo na wengine waliwahi kuliongelea. Nadharia hii ilipata umaarufu nchini Marekani katika mwaka 1988 ambapo mtangazaji maarufu wa kituo cha televisheni cha CBS Sports aitwe Jimmy Sidner almaarufu kama The Greek alifukuzwa kazi baada ya kuongea kauli ifuatayo kuhusu watu weusi kufanya vizuri katika michezo. Jimmy alisema, nukuu Mwanamichezo mweusi yuko vizuri kabla hata hajaanza, kwani alizalishwa kuwa hivyo sababu ya miguu yake mirefu na mikubwa. Ana uwezo wa kuruka juu na kukimbia kwa kasi. Wamiliki wa watumwa waliwazalisha wanawake watumwa wenye miili mikubwa na wanaume watumwa wenye miili mikubwa ili kupata mtoto mweusi mwenye mwili mkubwa, mwisho wa nukuu. Mtangazaji huyu alimaanisha kuwa katika mashamba ya watumwa wanawake weusi watumwa walilazimishwa kuzaa na mtumwa mwingine mwenye mwili mkubwa mwanaume, ili wazae mtoto mwenye mwili mkubwa ambaye pia atakuwa mtumwa na atakuwa na uwezo wa kufanya kazi za shambani. Kesho yake tu baada ya kuongea maneno hayo bwana Jimmy akafukuzwa kazi. Stori hii ilipata umaarufu mkubwa sana kwani kulishawahi kuwa na habari katika historia kwamba baada ya masuala ya kusafirisha utumwa kupigwa marufuku nchini Ulaya na Marekani, biashara ya utumwa ilianza kufanyika ndani kwa ndani na si kuwatoa tena watumwa Afrika. Sasa katika wakati huo ambapo ni miaka 1800 kilimo cha pamba kilikuwa kikizidi katika maeneo ya Ulaya, lakini katika maeneo mengine hakikuwa kimeshamiri sana. Sasa kilimo cha pamba kilihitaji watumwa wengi sana na nguvu kazi kubwa tofauti ilivyokuwa na uzalishaji wa mazao mengine. Sasa katika maeneo ambayo walibadili mazao, kulikuwa na watumwa wengi ambao hawakuwa na kazi ngumu, na hapo ndipo ikadaiwa, wamiliki wa watumwa hao waligeukia vitendo vya kuwalazimisha watumwa kuzaliana ili wakawauze watoto katika maeneo mengine yenye uhitaji. Kuna hadithi maarufu ya mtumwa aitwaye Pataseka ambaye anadaiwa kulazimishwa kuwapa mimba wanawake zaidi ya mia mbili ili wazae watoto watumwa wenye nguvu na wenye miili mikubwa kama ilivyokuwa kwake. Bongo Fasta tuna stori kamili kuhusu mtu huyu. Andika tu sehemu ya kutafuta video hapo kwenye YouTube, Bongo Fasta Pataseka, utaipata video hiyo. Pataseka inadaiwa alilishwa vizuri na alikuwa na mwili mkubwa sana, jambo lililofanya kazaa watoto wakubwa. Sasa mbegu hiyo ya watoto wenye wa miili ya kazi inaaminika kutembea mpaka hivi sasa, na ndiyo maana Wamarekani weusi wanaaminika kuwa na miili mikubwa ambayo inawasaidia sana katika michezo. Nilikuambia kuwa baadhi ya wanamichezo wakubwa wa Marekani waliamini kuhusu hili. Mfano halisi ni aliyekuwa mwanamichezo wa mpira wa kikapu Michael Johnson ambaye aliwahi kunukuliwa katika mahojiano yake akisema nukuu: Maisha yangu yote nimekuwa nikiamini kwamba nimekuwa mwanamichezo kwa sababu ya kujitambua kwangu, lakini ni ngumu kufikiria kwamba masalia ya uzao wa watumwa hayajaacha uwezo fulani katika kizazi chetu, naamini kuna nasaba fulani bora za kimichezo zimeachwa ndani yetu, mwisho wa nukuu. Mwanamichezo huyu alimaanisha, anaamini uwezo alio nao umetokana na kile kilichofanyika wakati wa utumwa, yaani kuwazalisha watumwa weusi ili kupata watoto wenye miili mikubwa. Sasa habari hii imekuwa ikifanywa utafiti na wanasayansi na watafiti wa mambo ya kale kwa muda, lakini inadaiwa hakuna ushahidi kwamba wakoloni walifanya hivyo kwa makusudi, yaani kuchagua watumwa weusi wenye miili mikubwa na wale wanawake wenye miili mikubwa ili wapate watoto wenye umbo kubwa, japo kuna ukweli kwamba kulikuwa na vitendo vya kuwalazimisha wanawake kuzaa sana ili watoto wao wakauzwe, lakini si kwa sababu ya kutengeneza watu wakubwa. Na je, kama ingekuwa hiyo ndio sababu kwa nini Waafrika ambao wametokea katika nchi za Afrika kwa sasa, ambao hawahusiki na vizazi vya utumwa vilivyopo huko Marekani na Ulaya wanafanya vizuri katika michezo? Na hakuna ushahidi wowote wa kwamba huko Afrika kulikuwa na vitendo vya wakoloni kuwalazimisha watu kuzaliana. Maswali haya yalifanya watafiti waendelee kuchunguza zaidi, na wakaja na majibu yanayoelezea kwa nini watu wenye asili ya Afrika wanafanya vizuri sana katika michezo ulimwenguni. Kwanza kabisa unatakiwa uelewe kwamba si kweli watu weusi wanaongoza katika kila mchezo duniani, bali kumekuwa na michezo baadhi ambayo watu weusi bila shaka wanaongoza. Kwa mfano, riadha, ambapo takwimu zinaonyesha katika mashindano makubwa ya mbio, imepita miongo kadhaa bila ya mzungu yoyote kushinda. Mara zote wamekuwa wakishinda watu weusi. Katika mchezo wa basket kuna idadi kubwa sana ya watu weusi kuliko wazungu, lakini ukija katika michezo mingine kama vile kuogelea, kuna idadi ndogo sana ya watu weusi kulinganisha na idadi ya wazungu. Michezo mingine kama golf, kuteleza kwenye barafu na hata mpira wa miguu, wazungu ni wengi kuliko watu wenye asili ya Afrika. Je, nini kinafanya waafrika wawe bora kwenye michezo fulani na mingine wasiwe bora? Majibu yako hapa. Jambo la kwanza ni hali ya kiuchumi. Ukiangalia michezo mingi ambayo watu weusi wanaongoza zaidi, haihitaji mtaji mkubwa wala uwekezaji mtu kuanza kujifunza. Kwa mfano mchezo wa kukimbia, huu ni mchezo unaohitaji mtu kuwa na viatu tu na akaanza kufanya mazoezi bila hata ya kwenda katika kiwanja cha kisasa au kununua vifaa fulani ghali. Kwa mchezo kama wa mpira wa kikapu, ni wazi kwamba watu weusi wa Marekani wanaongoza kwa mchezo huu Kwani ni mchezo usiohitaji vifaa ghali kujifunza wala kucheza. Nchini Marekani viwanja vya basketball vinapatikana kwa wingi, hata katika mitaa ya watu wenye vipato vya chini. Hii inafanya watoto wengi wenye asili ya Afrika kuwekeza muda mwingi kucheza mchezo huu kuliko michezo mingine inayohitaji pesa nyingi kununua vifaa kulipia walimu na hata kutafuta sehemu maalum ya kujifunzia michezo mingi inayopendwa na watu weupe. Hii ilifanya watu weusi kuwa na utamaduni wa kuwekeza nguvu kwenye michezo fulani ambayo inapendwa na jamii zao, na hii ndio maana michezo mingi inayopendwa na watu weusi ni ile ambayo waliruhusiwa kucheza tangu hapo mwanzo, na si ile ambayo walikuwa wakizuiwa. Sababu ya mwisho inayofanya watu weusi kufanya vizuri katika michezo na wala hatuwezi kuipinga ni maumbile ambayo Mungu amewajalia, na hii lazima ieleweke kwamba watu weusi pia hawafanyi vizuri katika baadhi ya michezo kwa sababu miili yao haijaumbwa kwa ajili ya michezo hiyo. Wataalamu wa masuala ya sayansi na miili ya binadamu waligundua kwa watu weusi miili yao imekaa vizuri kwa ajili ya michezo kama riadha mbio pamoja na masuala ya kurukaruka, lakini hawafanyi vizuri katika michezo kama kuogelea, ukilinganisha na watu kama vile wa China ambao ni mara chache sana kuwaona katika michezo kama riadha. Sababu hizi tatu zinafanya baadhi ya michezo kuwa na watu weusi wanaofanya vizuri zaidi kuliko wazungu. Inawezekana kuna sababu nyingine nyingi, tafadhali niandikia kwenye sehemu ya comment. Kwa leo tuishie hapa. Mimi naitwa Justin Shedi, nakutakia wakati mwema na tukutane tena kwenye video nyingine. Hata wewe unaweza kutengeneza mamilioni kupitia YouTube. Kupitia kitabu hiki nimekuandikia mbinu za siri nilizozitumia kwa miaka nane kukuza chaneli na kutengeneza pesa. Utafahamu kila kitu kuhusu YouTube, kuanzia kufungua mpaka kupata watazamaji wa kutosha. Utakipata kitabu hiki kwa shilingi elfu tano tu. Tuma neno kitabu kupitia namba 0765535982, kisha utapata utaratibu wa kupata kitabu chako.